Naam, hali gani ndugu mpenzi mtazamaji wa SPN TV? Karibu sana katika kipindi chako pendwa cha biashara na teknolojia. Mimi ni Frank Vena 25. Karibu sana tujue mambo e, baadhi ambayo yanachangia sisi ku, kuongeza ubunifu pamoja na kufanikisha masuala yetu yote ya kibiashara. Na leo hii nimekuandalia mada ambayo inasema sababu tatu ambazo kwa nini biashara yako haivutii wateja. Najua kuna wakati fulani hivi unaweza kuwa unafanya biashara lakini biashara yako unaona haileti mm, yale ambayo wewe ulikuwa unayategemea mwanzo. Kila mmoja ambapo anaanzisha biashara huwa na mategemeo positive siku zote. Anatamani kwamba biashara yake itafikia hatua fulani. Kwa mfano, kama ulikuwa unaanzisha biashara siku zote wewe unakuwa na mategemeo fulani hivi kwamba ah, hii biashara niliyoianzisha kwa mwezi itakuwa inaniingezea kipato fulani. Lakini unajikuta unaanzisha biashara na mwisho wa siku inakuletea tofauti na vile ambavyo ulikuwa na expect wakati ukiwa unataka uianzishe hiyo biashara. Sasa leo nataka nikupe mambo matatu ambayo ni sababu kwa nini wateja hawavutiwi na biashara yako. Okay? Unajua siku zote watu wengi wamekuwa waki, wakijaribu kusolve matatizo na si chanzo cha matatizo kwenye biashara zao. Yaani wamekuwa wakitatua tatizo lakini hawatutui chanzo cha ta hilo tatizo katika biashara yao. Unatakiwa utambue chanzo cha ta tatizo au sababu ya kukwamisha jambo lolote kwenye biashara yako, na mara nyingi uh, matatizo ya kibiashara ndio kama hivyo, kupata hasara, kukosa e, faida katika mauzo yako. Sasa chanzo ni nini? Chanzo kinatokana na wateja. Wateja kwa nini? Wateja ndio sababu ya wewe biashara yako kufahamika. Wateja ndio sababu mm, ya biashara yako kuleta faida. Kwa hiyo wateja ndio sababu ambayo inaweza ikafanya biashara yako ikue, ama ni sababu ambayo inaweza ikachangia biashara yako kushuka au kuleta hasara katika biashara yako. Sasa twende kwenye jambo la kwanza. Jambo la kwanza ni hakuna eh, utofauti katika biashara yako na biashara nyingine, yaani hakuna utofauti katika biashara yako na biashara zingine. Unajua watu wengi tumekuwa tukifanya biashara ambazo eh, zinafanana. Kwa mfano unakuta mtu eh, anauza simu. Huko huuzi simu peke yako wako wafanya biashara wengi maelfu ambao wanauza simu kama wewe. Sasa una utofauti gani kati ya wewe muuza simu wa hapa labda eneo moja na muuza simu wa eneo lingine? Okay, utofauti huo ndio unaochangia na kupelekea kwamba wateja waone kwamba wewe ni bora kuliko mm, muuzaji wa simu wa eneo lingine. Kwa hiyo kukosekana kwa utofauti katika biashara ni sababu moja wapo ambayo inachangia zaidi wateja wasivutiwe na biashara yako. Sasa ni utofauti upi ambao, e, unatakiwa uwepo kwenye biashara yako? Ni utofauti ambao unatakiwa ukuingizie faida wewe na umpatie faida pia yule mteja wako ambaye anataka anunue bidhaa katika biashara yako. Naweza nikatolea mfano, kuna siku moja hivi bana, nilikuwa nimetoka kwenye harakati zangu, nikawa e, ninataka kuchukua bodaboda. Sasa kule niko natoka na kule ninakoenda ilikuwa inahitaji nivuke barabara na nikishavuka barabara, kuna kituo cha bodaboda pale ambacho mimi nilikuwa nategemea. Sasa nyenyewe nikachukue bodaboda nielekee nyumbani. Sasa kulikuwa na hali ya mvua, katika wale kundi la bodaboda wote walikuwa ni bodaboda na bodaboda zao zote zilikuwa nzuri lakini kuna mmoja ambaye alikuwa ana mwamvuli. Kwa hiyo mimi akili yangu nilivyoangalia, nikaangalia juu nikaona eh, kuna hali ya mvua direct, nikamtarget yule bodaboda mwenye mwamvuli. Kwa nini yuko tofauti na nini na bodaboda wengine? Sikuangalia kwamba bodaboda yake imechoka, sikuangalia bodaboda yake iko vipi, niliangalia tu kwamba nitapata faida mara mbili kama nikipanda bodaboda ya yule mwenye mwamvuli. Kwa sababu gani? Bodaboda yake ina mwamvuli, nitafikishwa eh, kule nakoenda, lakini vile vile itakuwa imenisaidia mimi kujikinga na mvua eh, kwa kule nakoenda. Kwa hiyo wale nyingine, sawa zilikuwa ni bodaboda, huenda zilikuwa ni nzuri kuliko yule, lakini aligundua siri ya utofauti katika kila anachokifanya. Na ule utofauti si kwamba ulikuwa utofauti ambao hauna faida, ulikuwa ni utofauti ambao unaweza kumpa faida yeye pamoja na mimi kwamba yeye mwenyewe anajikinga, lakini vile vile inaongeza e, mvutio kwa wateja ambao wanatafuta bodaboda, hata kama ingekuwa sio kipindi cha mvua hata kama ingekuwa kipindi cha jua, hata kama ungekuwa ni wewe ni, ni kwamba ungeangalia, ah, huyu bodaboda na mwamvuli naweza nikapata nika hata kivuli kidogo wakati huku naelekea na kuelekea. Sababu namba mbili, biashara yako haina matangazo ama inayo, lakini ni ya kawaida sana. Hii ndiyo main point kwa nini biashara yako eh, haiwavutii wateja. Siri ya biashara bwana siku zote ni matangazo. Kupata wateja kunategemeana na matangazo ama kufahamika kwako kwa hawa wateja wenyewe. Kadri ambavyo unaongeza kufahamika kwa biashara yako kwa wateja, ndivyo ambavyo unaongeza uwezekano wa wewe kuongeza faida na biashara yako kukua. Huwa anapenda kutolea mfano, anasema kwamba biashara siku zote eh, na, na mteja kukuna, kuna gap, kuna daraja kati ya mteja na mfanyabiashara. Lile daraja huwa linapunguzwa kwa kufahamika kwa biashara ya e, mfanyabiashara e, kwa mteja. Sasa unapoipunguza hilo daraja au hilo gepu ndivyo ambapo faida na manufaa ya biashara yako yanapoongezeka. Kwa hiyo e, sababu ambayo pia inachangia zaidi watu wateja e, kuto kuvutiwa na biashara yako ni ukosekanaji wa matangazo. Kwa hiyo jaribu E, kutengeneza matangazo na si matangazo tu, tengeneza matangazo ambayo yana ushawishi na mvuto wa kuelezea nini e, biashara yako. Sasa hivi kuna social media nyingi, okay, kuna TikTok, kuna Instagram, kuna Facebook. Kote huko unaweza ukafanya uwanja mpana wa kutangaza biashara yako, na sasa hivi bana, dunia sasa hivi imebadilika sana. Kwa mfano mimi naweza nikawa nyumbani, nahitaji kwenda kununua trouser ama kiatu fulani Okay, labda kwenye kuna moja then nitachagua. Kwa hiyo, nikienda Kaliaco, nitaenda straight kwenye duka moja kakuta wapo ambao walikuwa ni wauzaji, wana viatu bora zaidi hata ya vile ambavyo mimi nimeenda kwenye hilo duka. Lakini nini siri? Ni kwamba yule alitangaza kwao, mimi nikaona e, kwenye social media. Sikuhitaji hata kwenda kuzunguka na kutafuta, ambapo ningekutana na wateja wengine labda ambao hawafanyi matangazo, lakini nilienda kwa sababu yule ametangaza biashara yake kwao. Jaribu kuifanya biashara yako ijulikane, jaribu kuifanya biashara yako ifahamike kwa watu ili kuongeza manufaa Jambo la tatu na la mwisho, hauonyeshi uaminifu na uwazi siku zote. E, sisi binadamu tunapenda uaminifu na uaminifu siku zote unaonyeshwa. Okay, uaminifu na uwazi unaonyeshwa, unaonyeshwa vipi? Unaonyeshwa kwa mambo ambayo wewe unataka uwaaminishe watu kwamba, kwa mfano e, kama unafanya biashara umenyelewa, unaweza ukatengeneza e, clips ambazo zinaonyesha e, bidhaa zako, labda wateja walivyonunua wateja wanavyo comment wateja wa, wa, wa, wa, wa, wanapokuja dukani mwako wananunua, wanaziongeleaje bidhaa zako? Umeona, hiyo ni ile ambao unatengeneza vitu ambavyo vinaongeza ushawishi kwa watu kuamini kwamba uh, hili duka ama huyu mfanyabiashara ni mfanyabiashara halisi na anafanya biashara kwa uhakika zaidi, okay. Hata kuonesha eh, duka lako namna unavouza, umenielewa? Kuonesha vile ambavyo unawakalimu wateja, kuonesha nyaraka za kiserikali. Unajua siku zote kwa mfano uh, sisi ambao tunapenda sana kununua vitu online mpaka uamini kwamba huyu ni muuzaji wage, inachukua inachukua muda sana na kuleta utata zaidi. Kwa hiyo kama unakuona unatengeneza una, una vitu vya kuaminisha watu kama hivi ambao nimevisema, kama kuonesha nyaraka za serikali kama tin number kwenye nani, kuonesha duka lako lilivyo, kuonesha namna unavyowakalimu wateja, kuonesha vile unavyouza we vitu vyako, kujionesha hata we mwenyewe. Hii yote inaongeza nini? Inaongeza uaminifu na uwazi wako kwa wateja na hivyo inachangia watu kupenda au kuona kwamba hapa nikifanya biashara na huyu mtu fulani nitakuwa nipo salama zaidi. Sasa vitu ni vingi, lakini hivi ni baadhi ya vitu ambavyo nimetaka ni share na wewe katika siku ya leo. Nipende kukushukuru sana wewe ambaye umekuwa nami toka nilipoanza kipindi hichi. Mimi naitwa Frank Vena 25, nikukumbusha tu kama bado hujajiunga na familia ya SPN TV, unaweza ukabonyeza alama ya subscribe hapa chini Theni alama ya notification ndo utakuwa unapata e, taarifa pale pindi tutakapokuwa tukiapload vipindi vyetu vyenye kufunza na kuelimisha katika mambo mbalimbali. Unaweza kunifuatilia kupitia pia katika social page zangu zote kwa majina ya Frank Vena 25. Nakutakia, tukutane tena wakati mwingine. Happy times.